banyakubahwa umushikiranganji ukongea ukaba no muisilamu watewe iteka bina bihuru banyakubahwa mashekhu mukoraniye ngaha banyakubahwa murongoye ikoraniro byorurwaruka banyakubahwa Banyakubawa mwese rwanka wamana asubathu mwese murigaha naumana waso wa mofunzendabaramotse nvuganio asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa nimunezero ntangere kuddigenekerezo

abaisilamu mpatwe tushobora kwiyungira ikintu nk'iki tugakoranira ngaha kandi bigashoboka iki ni ikimenyetso cy'uko hoshoboka byinshi mu muryango wacu wa kisilamu ni ikimenyetso cyerekana yuko hoshoboka byinshi twifuza mu muryango wacu wa kisilamu

arajenubose aramama bose tizoba turikujumbura muikoraniro aho buri ico gihe ntakirimo mugabo nkuruku tutegeza kushiraho objectife intego alhadaf alhari malaidu intai iitimahati muriya makoraniro tubipfuza iki bigende gute

vyonje harimogutare nagataka anabashekhe bacu batutaiteka batandukanye ahamwese mwaje kubera murabaislamu sayidina umar radiallahu anhu yarakuzaruko la islama illa bil jamaa nta mu isilamu bubaho mpaka habaye ubumwe watu kuwa kitu kimoja abaisilamu turi kintu kimwe turi kintu kimwe birabara ni ibyishura ibintu byose mwabyishyura kubera ko kirara kirazwi la islama illa bil jamaa, hakuna uislamu mpaka watu wau kitu hiki kimoja, maana ndakunja kwa hiyo kiislamu tukizungumza kwa katika wa dada zetu katika mashehe katika maimamu katika maamuma. Hilo ni swali ambalo lina uzito kidogo, lakini nafikiri kwa sababu mashehe zetu wako hapa, inshallah watajitahidi. Mwanzo ni mgumu, ila tutaenda taratibu taratibu, yote yatawezekana. Kwa sababu ni jukumu letu, tupende tusipende, kama huko mwislamu ni lazima lazia, hakuna kutofaamba n yani hakuna ujanja mwingine, hakuna njia yingine isipokuwa nikulazimisha naf nafsi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa an al hawa, kwa sababu islam wete ni lazima ukataze nafsi yako, nafsi yako ilazimishi wa nahal nafsa an l hawa faina ljannata hiya lmakwata, pepo la Allah subhanahu wataala, janna ndio itakuwa nyumba yake. Kuna asiyetaka janna hapa? Kuna mule ataki pepo? Asiyetaka pepo anyaniwe kidogo. Asiyetaka hakuna, wanaotaka pepo wanyanee kidogo. Ni Uislamu wote wengine tumenyanyua hata mikono miwili, lakini sasa ukimuuliza, la islam illa bil jamaa, hakuna uislamu mpaka tuwe kitu kimoja. Je, tuko kitu kimoja? Je, tuko kitu kimoja? Anashindwa sasa. Ndio hapo mtihani. Juu anasikia kuna yale ambayo moyo wake unayapenda, lakini hataki kuyaacha kuna kile, kuna lile kundi lake analolipenda, nataki hataki kuliacha, lakini hapo hapa nakwambia nataka penda la islam illa bil jamaa, hakuna uislamu mpaka watu wawe kitu kimoja. Wala jamaa illa bil amir, na haiwezi kuwa jamaa mpaka kupatikane kiongozi Wala amir illa bitaa na hakuna kiongozi mpaka aamrishe, alafu na atiwe bimaana. Mimi nitajua kama kiongozi ni sahihi, tunajengo watukufu wa Islam. Najua kama Burundi hatuna ofisi ya Kiislamu. Mnayajua lakini, mnayajua jibu kia kama kiongozi ndiyo, yeah. Asante ah, sana. Sasa mimi nataka siku moja nyie wote, hiyo ni amri. Sasa hapo ndio matatizo. Sasa na hapo si ni, ni hi Jumamosi hakuna masomo, ni kama vile Jumapili kama leo yeah. Jiandaye hapa, nafikiri nyie wote mmelipa tu -mmelipa nauli, si ndio jamaa? Bisi mmelipa, si ndio? na bisi hivi nafikiri ni alfu moja moja. Sasa hapa sisi wote tunakuja na alfu moja moja hiyo hiyo, mwenye atapata ziada alfu mbili, alfu tatu, safi. Tunakuja pale kwenye jengo la jamii ona tunaomba kuwa, kwa sababu gani Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam yeye wakati anajenga alkaaba anainua matofali, anainua udongo, wyqul wa idh yarfau Ibrahim alqawaida min albaiti wa isma'il

Mola wangu muumba wangu, takabal minna, anafanya kazi na Rabu, anaomba dua, innaka anta samiul alim, kwa hakika Allah ni ni msikivu na ni mjuzi zaidi. Na sisi, hiyo siku tutaitengeneza, iwe ni siku ya kuombea watoto zetu iwe ni siku ya kuombea nafsi zetu, iwe ni siku ya kuombea jamii zetu, jamii yetu, iwe ni siku ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wataala. Tumuonyeshe udhalili ambao tunao, tumuonyeshe Allah unyonge ambao tunao kwa kutaka jamii yetu iweze kuimarika, iweze kuwa ni jamii ya jina lizuri ndani ya jamii yenyewe ndani ya nchi yetu na ndani, na kwa Allah subhanahu wa taala. Watukufu Waislamu, vijana wetu, dada zetu, wadogo zetu, wakubwa zetu, waheshimiwa viongozi, nikubalie vile vile nichukue fursa hii kwa kuashiria sehemu ambapo vijana wetu tunaona kama wanaweza kuwa wanapunguzia kidogo, kunapokujua nchi ni kitu baya. Waislamu tuna upungufu kidogo wa kupunguzia nchi kutamina ike huku ni iki yote tuko tunafanya kama ni kuzaa, tunazalia katika nchi. Kama tulilelewa, tulilelewa katika nchi. Kama ni kazi, tunafanyia katika nchi. Kama ni kusoma, tunasomea kandani ya nchi, na ndo sababu Nabii Ibrahimu alayhi salatu wassalam, yeye ana lakbu ya kuitwa kama ni sokru wa walimera babu wa waumini. Ndo sababu wakati alitoka, Allah akamwamrisha aende apeleke kizazi chake na mke wake Maka. Baada ya kuamrishwa, arudie aligeukia Maka, akaomba dua, akainua vile vile, rabbi ja'al hadha lbalada amina, mola wangu jalie hii nchi yetu iwe ni ya usalama Watukufu wa Islam, kuna jambo ambalo sisi nchi tunaipuuzia. rabi jal hadha lbalada amina warzuq ahlahu min althamarat, na warzuku wenye hii nchi watakaokaa katika i Nabii Ibrahim alayhi salatu, iyi ni ayatu min alquran alkarim. Nabii Ibrahim anaombea nchi huyu, ni, ni mwezi mtukufu wa Ramadhani watukufu waislamu, vijana mngepashwa kukaa baada ya sala zetu, tunaiombea nchi iwe na usalama, tunaiombea nchi iwe na matunda iwe na riziki, na vile vile, hakuna nchi bila bila riziki, hakuna maisha bila riziki. Watukufu waislamu, uh, aombe vijana viongozi bila nchi hakuna dini basha ta kunaa dini kabisa, nochusengera uchufungira uchujakahi ivi vyose vkutwabidira, kwa sababu kuna nchi. Ina maana kupambania nchi ni wajibu, ni tegeko

na kutumikia nchi. Bila nchi hakuna dini. Kuna watu wengine anaweza ka, ka, akaweka katika mafumu yake katika akili yake kama uh, ni kinyume huenda labda na dini, lakini nataka ulazimishi. Wakati mwingine unajua ja, jamani, hii dini ndio sababu Mwenyezi Mungu katuwekea Qurani kamili kuna vitu vingine ni kulazimisha, unalazimisha nafsi yako, unalazimisha utu wako na adila zipo, kwa sababu tumeanzia kule wa waama man khafa maqama rabbihi wanaha lnafsa ani ilhawa faina ljanata hiya lmaua. Kama bado haujawa na uwezo wa kulazimisha nafsi yako, jana ya Allah itakuwa ni ngumu sana sababu <laughs> naona mtu inafika wakati tarawe, anashini, mwesu mwesu mwesu wa kuswali tarawihi anashindwa. Tuko mwezi mtukufu wa Ramadhani, mtu anashindwa kukaa dakika 40 yuko anasoma Qurani kwa sababu anashindwa kulazimisha nafsi yake. Mtu anashindwa kukaa amdhukuru Allah amtaje Allah dakika 30 kwa sababu anashindwa, lakini akikaa kwenye magenge magenge ya kahawa na wenzake kwenye magenge magenge ya wanamama wako wanapigapiga porojo za kike kike, anaweza kukata simu masaa mawili, anakuja kushtuka masaa matatu ameisha, yuko yuko anapigapiga, wanacheka sana kabisa, wanafurahi sana. Hajaweza kuwa na sifa ya kulazimisha nafsi yake. fa amma man khafa maqama rabbihi wa nafsa an alhawa fa inna aljannata Uh, sijui kama wa mashehe wamemaliza kutoa ma, ma, ma, mafunzo yao. Yuhu watafika wanaanza. Kuna hadithi moja nitawaacha, najua wanaijua, kwa sababu ni mashehe zaidi yangu, wakiweza kupata nafasi wa, na wa mimi. Hadithi yenyewe inasema latasubu umaraha, msisubutu ayani, maneno ya mtume wa tukufu wa Islam, na la tasubu umaraha, msisubutu kuwa tusitusi tusi viongozi wenu watukufu wa Islamu, katika vitu viko vinadhalilisha Uislamu na Waislamu ni kuwatusi viongozi. Ukimtukana na kiongozi, ujue Allah hatokuacha hivyo, na mwisho wako utakuwa mbaya. tukufu Waislamu, kubali nimalizie. Hapa nilikuwa na mengi ya kuweza kuzungumza na nyinyi, lakini alwakti laisa bi swalih, hautunguzi kwa sababu kuna programu zingine ambazo zimeandaliwa, na ndio sababu nimeomba kiongozi insha allahu taala mtu andalie nafasi nzuri ya kuweza kuongea na watu wetu kama hao unda labda na wao wana yale ambao wanaweza wakatuelezea wakatuongelesha na sisi, akatufaidi na wao vile vile. Kuna wale ambao ambao tunaweza tukawaongelesha na wao vile vile, akawafaidi kwa sababu lengo letu ni janna, tujenge dunia tuweze kuingia katika janna. subhanakallahuma wa bihamdika

Namndu unakuwa ni mfupi lakini utapashwa kuyakalia na kuyatengeneza sisi wenyewe. Wabillahi taufiq. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.